nauliza wewe, si ndo uko hapa umeingia kwenye eneo letu ma... wewe, mkataba. Mkataba. Mkataba ni kuonyesha mkataba wani? Asawa. Sasa. Kwa hiyo utaki kuongea na halmashauri. Sikiliza ndugu zangu, huyu ni mwekezaji ambaye kila mtu hataki. Una shida gani? sababu za kuongea nini? Sina chakuelezea kuhusu chama aliyebomoa hizo nyumba za serikali hapa nani? Nani? mimi sina majibu ya kueleza kwenye chama sasa. Kuna mwekezaji ambaye yuko hapa Katoro, amechukua eneo la sisemu akawekeza, alivyomaliza akapata tamaa, wakatafuta eneo lingine, eneo lingine likawa ni uwanja wa mpira. Sasa hakumefanyika hizo anazoziita taratibu. Mimi ni mjumbe wa kamati ya siasa, sikushiriki, pengine sikupata mwaliko, sikuwepo. Wa walioshiriki walishiriki baada ya kushiriki anasema ana mkataba lakini ukiuliza mkoani hawaelewi, ukiuliza HQ taifa hawaelewi, huko kwenye baraza la wadhamini hawaelewi, kama tulienda kwa katibu mkuu, naibu katibu mkuu akasema hawaelewi, kama sekretarieti means haliwezi kwenda juu. Lakini sisi haya ya Chama cha Mapinduzi na biashara yao hatu, hatu, hatu, hatu, hatu ulizi. lakini mimi nimekulia Katoro na ifahamu, nimekulia huko, nimekuwa mwenyekiti wa chama, nimekuwa mwenyekiti wa mkoa. ni, ni mji mkubwa na ni wana CCM wengi. Na lile eneo linajulikana ndio eneo la michezo. Tuna ngoma za kienyeji, tuna mipira, watoto jioni na nini mazoezi ni, ni mazoe afi. Sasa baada ya kukamilisha zile taratibu za kwaka anazoziita zimekamilika, akaenda kubomoa yale maeneo yaliyokuwa pale yamezunguka ule uwanja. Baada ya kubomoa ikatokea ile vurugu. Zikachoma nyumba za serikali, ofisi ya mtendaji wa kijiji na nini na nini, ni zikachoma zote zile ofisi pale mbele. Baada tu ya kuchoma yeye, baada ya wiki moja kareta gireda, kaanza kukwangua bila kushirikisha serikali. Mtendaji hajui, tuna mamlaka ya mji mdogo hajui, hakuna mtu anayejua, mbunge wala mtu yoyote anajua. Yeye na mtu mmoja, mwenyekiti sijui wa kata wa Chama cha Mapinduzi, wakaanza kubomoa, ndo ugomvi ulipoanzisha ulipoanzia wale watu wa serikali wakamwambia, wewe, kama unasema umepewa hili eneo, hili ni eneo la serikali, kwa nini unabomoa? Anawambia, mi nafanya kazi na Ikuru, mi nafanya kazi na mkoani, mi nafanya kazi na wilayani. Tukaona hayo maneno, ikiguswa Ikuru ni sehemu kubwa sana takatifu, kila mtu tunaitegemea, ni sehemu ya haki. Tukasema sasa sisi hali mashauri, hatuwezi kuamua makao makuu, ni vizuri twende tukaone eneo, lakini nyinyi hali mashauri kama wataalamu, kwanza mtuletee vibali pale kuna jengo sijui maduka 500 kuua kabisa ule uwanja, na tunauliza halmashauri, alternative kama unaua ule uwanja mnapeleka wapi? Na Katoro hapa mnafahamu kuna majanga ya moto, mji umejaa, lakini kuna michezo pale. ili uue ile ile uwanja, kama mmiliki kaamua kubadilisha matumizi, kwenye mchoro inaonyesha ni uwanja wa mpira football. Sasa nyinyi kama mmeruhusu mndani abadilishe, mtuambie alternative yake mmepeleka wapi? Wakasema sisi kweli kuna barua ililetwa na katibu wa chama cha mapinduzi wilaya. Baada ya kuleta tukaijadili kwenye tafsiri ya sheria, hairuhusiwi kubadilisha eneo la mpira la kiwanja, kulibadilisha kulipeleka kwenye maduka, ikashindikana. Hatujaijibu, tunayo tukawaambia, tupeni. Lakini kuna barua nyingine ambayo inaiomba ina inaiombai, yani, sisi e, chama cha mapinduzi wilaya Geita kinaiomba halmashauri ya Geita barabara yani, wanaomba kwenye eneo la serikali ambapo kuna ofisi za mji wa serikali hizo zilizochoma, watengeneze barabara kuingia. Hatujazijibu kwa sababu tafsiri inakataa kubadilisha. Kiwanja cha serikali kina hati, haiko hapa, hatuwezi kutoa. Tumefika tumeona eneo tukahitaji. Bahati nzuri mwekezaji ni mume wake na diwani wa kata. Tukaenda pale tukakuta kimeshawekwa kiwanda cha tofali. Ili ufungue kiwanda cha tofali pia kunahitaji leseni. Ni biashara ndogo, lakini inahitaji leseni na utaratibu tukaenda pembeni tukakuta kisima, kumeletwa lori linachimba kisima. Tukawauliza wale watu wanaochimba kisima, nyinyi mnachimba kisima, mna kibali cha kuchimba kisima? mmeripoti popote? Akasema kibali hatuna, ila sisi tumeletwa na anaitwa ni, ni nani, Rashidi. ni nani? ni mwekezaji eh alikuwa amekaa kama hatua kumi na tano na ameona serikali tumeenda na msafara wa magari ya serikali watumishi kama 30 tukasema basi, njoo tuzungumze na wewe utujibu hoja. Tunamuita amenyamaza, tunamuita amenyamaza. Sasa unajiuliza ni dharau ya kiasi gani? Watu wote hapa, kila anayegusa lile eneo anafukuzwa kazi, anaondolewa. Lakini ukirudi kwa mwekezaji, kabla hujapata kibali, huruhusiwi kujenga mradi wa project, maduka mia tano. Hauna kibali hauna kila kitu alafu antacha kila anayeenda anafukuzwa. Na sisi tukataka tujionee, tumefika pale tunamuuliza, ametudharau. Tukamfuata bana, tunakusemesha.